Uh, nisingependa kuingia in details ya, kwa sababu mi ni mtuhumiwa pia, na unapokuwa mtuhumiwa, unapoulizwa swali kuhusiana na wewe kwa maana ya good governance, si vizuri ukalisherehesha ya, si vizuri ukalisherehesha, si vizuri ukalizungumza e, ni vizuri ukaziachia mamlaka ambazo zina zina, zina mandate na hilo zije kupokea na kulitolea, kulitolea maelezo na ndio maana nikasema kwamba kwa haya ambayo aliyokuja nayo sisi kama bodi eh, yani, wajibu wetu ni kupokea na kuwasilisha kwenye mamlaka mamlaka husika. Kwa hiyo nisingetamani tena, mimi ni mtumiwa, alafu tena hapa naanza tena, hapana. Hiyo kwa maana ya ya ya, ya kiuongozi, kwa maana ya utawala bora, ni jambo ambalo linakosa ya, linakosa linakosa linakosa sifa. Kwa hiyo mimi nafikiri tufanye subira. Ya, tufanye subira, yote yatakuja yatabainishwa and then yatapiga ya, hatua